Ya, mimi naitwa Salum Madadi, mkurugenzi wa mashindano TFF. Um, niko kwenye ofisi za Kamati ya Olympic jana na leo mm, kwa shughuli maalum. E, na shughuli yenyewe ni kupokea huduma za Kamati ya Olympic kwa shirikisho. Na kwa hiyo tumeanza mchakato wa kuomba uwezeshwaji au msaada kwenye soka la wanawake. E, tunafikiria namna gani timu yetu ya taifa ya wanawake senior, tunaweza kutumia au to utilize mafao mbalimbali yanayopatikana kutoka kwenye kamati ya Olimpiki TOC na tuna dalili nyingi kwamba TOC itatusaidia kupata msaada wa dola laki moja ambayo tunatakiwa tuutumie kwa miaka minne. Kwetu sisi ni msaada mkubwa sana, na lazima nirudie kushukuru kamati ya Olimpiki kwa namna wanavyojali, maana wangeweza wakakaa kimya, lakini baada ya kuona hiyo opportunity wametutafuta na wametupa maelekezo ya namna ya kuziomba fedha hizo. Sasa hivi tuko kwenye hatua moja nzuri ambayo viongozi wa kamati ya Olympic eh, wanaisimamia ili tuweze kupata um, udhamini huo kutoka kwenye Olympic Solidarity Program. Hii eh, programu nimeshukuru sana kwa sababu hata mimi mwenyewe ndio imenisomesha ili tuweze kunyanyua soka la wanawake and most specially timu yetu ya taifa Twiga Stars, sasa miaka minne tunaizungumza sasa, ni kuanzia mwaka huu mpaka elfu mbili na ishirini na nane tutakapokuwa na qualification za mashindano ya Olympic. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mwongozo na muda wanaotumia wenzetu wa Olympic kutusaidia ili maombi yetu pamoja na kwamba tuko nyuma muda kidogo, yaweze kufanikiwa ndani ya kipindi kifupi kijacho, na kwa juhudi na msaada niliyoona hapa TOC, ninaamini ndani ya muda mfupi tutapata uwezeshwaji, na kwa sasa timu yetu ya Twiga Stars imeingia kambini. Kwa hiyo hili jambo likifanikiwa, itakuwa ni faraja sana kwa shirikisho, ni faraja sana kwa wachezaji wetu, ni faraja sana kwa wadau wote ambao wanachangia maendeleo ya mpira wa wanawake katika nchi hii.